Uh, tukisonga mbele na vidokezo kwamba kilio cha kuondolewa kwa kikosi maalum cha usalama eneo la Baragoi kaunti ya Samburu, hatimaye kimesikizwa huku serikali ikiwatuma maafisa maalum wa usalama uh, kushiriki doria ama kushika doria eneo hilo kwa mara nyingine tena. Hatua hiyo imeonekana kurejesha utulivu Baragoi, huku sasa wakazi na viongozi wakitaka mazungumzo baina ya jamii zote ili amani ya kudumu ipatikane. Boniface Barasa anaarifu zaidi Kuchipuza upya kwa visa vya wizi wa mifugo na mauaji ya wakazi kukizidisha hofu miongoni mwa wakazi wa Baragoi Samburu Kaskazini na maeneo mengine yanayokumbwa na hali tete ya na usalama kaunti ya Samburu, wakazi wamekuwa na kilio kwa serikali. Mambo ya security, hata leo sahi nikisimama hapa kuna wale wamesikwa leo pora, leo nikisimama hapa kuna wale ameuliwa jana pia. Sasa tukisema masomo bila security tutasomaje? Lazima security iwe. Unakuta watu wameenda wamepigana kwa sababu ya ng'ombe, lakini ukisomesha kijana ama mtoto wako atakunulia hiyo ng'ombe, kama wewe unataka ng'ombe na ataweza kuvumilia ng'ombe kwa hivyo, ni jambo muhimu sana. Kikosi hicho maalum kilishika doria eneo la Baragoi Samburu kaskazini kwa miaka miwili na kufanikiwa kurejesha utulivu na amani kabla kuondolewa kwake, hatua iliyokisiwa kuchochea kuibuka upya kwa visa vya utovu wa usalama. Na sasa viongozi na wakazi wametaja kikosi hicho kama tiba ya uhalifu na wazonga. Hivi punde tumekuwa na na instances za insecurity pale kwetu hapa Baragoi Samburu North. Ningependa ku appreciate serikali kwa sababu wame tume tume tume, baada ya malalamishi mingi kutoka kwetu, wametutumania hawa askari wa special operations, ambao ndio penye wamekuja saa hizi situation imetulia. We also want to thank the the the government for the SOG, the special operation group. Hata hivyo kikosi hicho kinaporejea Baragoi, maswali chungu nzima yameibuliwa kuhusu mbinu ya kuafikia usalama wa kudumu eneo hilo tata. Ninakaribisha nina, nina sana e, maongeo kati ya viongozi sisi wa Samburu na professionals wa Samburu na pia professionals wa Turkana. Tukae chini kwa sababu kusema ukweli ni professionals, eh, ni elites. Hawa ndio tunaona katika social media wana insight sana. Hawa ndio hata wana maneno inapandishwa sana mpaka hata shuki inaanza kuingia ndani ya community. Kwa sasa hali Ohio ya utulivu imeanza kushuhudiwa maeneo hayo ambayo yamekuwa yakitatizwa na uhalifu. Bonfas Barasa, runinga Citizen, eneo la Baragoi, gatuzi la Samburu.